Yes, bwana hujambo na karibu sana katika matangazo moja kwa moja, matangazo mbashara kutokea hapa katika dimba la KMC Stadium, eh, hapa Mwenge ambako leo hii kikosi chakunda Msimbazi Simba wanashuka dimbani kuweza kucheza eh, mchezo wao wa mwisho katika uwanja nyumbani kabla ya kuweza kumaliza mchezo wa tarehe 25 pale katika dimba la Benjamin William Kapa ambako watakuwa ugenini dhidi ya kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika na hatari. Vikosi vya timu zote mbili vimekwisha kuasiri katikati ya uwanja, na kinachosubiriwa sasa ni kile kipenga cha mwamuzi kuweza kupulizwa kuashiria kwa, kwa mbele safari ya dakika 90 ya huu mchezo, basi moja kwa moja imekwisha kuanza katika dimba hili la KMC na ukitazama vikosi vya timu zote mbili vimekwisha ee, kuwasili, lakini pia mashabiki ambao wameweza kujitokeza kuweza kuhakikisha kwamba wanashuhudia huu mchezo basi ni wengi kwa kiasi chake, lakini pia ee, sio wengi kama ambavyo tumeweza kushuhudia katika michezo kadhaa ambayo Simba wamecheza hapa katika dimba la KMC, lakini pia tupo hapa kuweza kukupa taarifa hizi, lakini pia tutakupitisha kuweza kuhakikisha kwamba tunakupa update zote za huu mchezo ambako, ee, Simba ndio wenyeji wa mchezo, lakini pia ikumbukwe, ee, mchezo mwisho wa mwisho ambao Simba walicheza dhidi ya kikosi cha Kagera Sugar ee, Kagera akiwa katika dimba la nyumbani ulimalizika kwa Simba kushinda goli tano kwa mbili. Leo hii, je, yes, Simba atashinda idadi uh, gani ya magoli? Basi, moja kwa moja tupo hapa kuweza kukuangazia, lakini pia kuweza kukusogezea update zote za dakika 90 kutokea hapa katika dimba la KMC, lakini pia ni kutaarifu kwamba e, msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa hivi e, Dar es Salaam Young Africa ndiye ambaye anaongoza akiwa na michezo ishirini na nane nafasi ya kwanza akiwa na alama 76 katika hiyo michezo 28 ambayo amekwisha kucheza mpaka sasa hivi. Simba nafasi ya pili akiwa amecheza michezo 28, e, alama 75 katika ule msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huku wakisalia na michezo miwili. Ukitoa mchezo wa leo, basi utakuwa ni mchezo mmoja ambao mchezo huo utachezwa tarehe 25 pale katika dimba e, la Benjamin William Kapa. Lakini pia ukiangazia katika kikosi cha Kagera Sugar wao wanashika nafasi ya kumi na tano na tayari wamekwisha kushuka daraja, wapo katika nafasi hiyo, lakini pia wamecheza michezo ishirini na tisa Huu utakuwa ni mchezo wa mwisho, mchezo wa thelathini ambao mpaka sasa hivi na alama ishirini na tatu katika ule msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Sasa hivi ee, Kagera Sugar wakishinda hamna chochote ambacho kitaenda kubadilika, lakini pia wakipoteza, hamna chochote ambacho kitaenda kubadilika. Ila Simba wakishinda, basi moja kwa moja wanakuwa wanapunguza lile gepo ambalo lipo baina yao na kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika, endapo eh, watapoteza mchezo basi, moja kwa moja wanampa Dar es Salaam Yanga Afrika e, nafasi ya kuweza kutangaza kuwa bingwa kabla ya mchezo wa tarehe 25 lakini pia, ukitazama kikosi cha Simba ambacho kimeweza kuanza leo ndicho ambacho mara zote tumekuwa tukitegemea. Lakini pia tutazame michezo mitano ya mwisho wa hizi timu mbili ambazo zimecheza kabla huu mchezo wa mwisho. Simba katika michezo mitano, mitano ya mwisho wameshinda michezo yote mitano, lakini pia kikosi cha Kagera Sugar katika michezo mitano ya mwisho wao wametoa wow, sare mchezo mmoja, lakini pia wamepoteza michezo minne. Hali si nzuri sana kwa upande E, wa Kagera Sugar kwa sababu inaonekana wamepoteza michezo mingi sana ambayo e, pengine imeweza kuwapelekea mpaka sasa hivi wapo katika nafasi mbaya ya kuweza kuhakikisha kwamba wameshuka daraja, lakini pia hawana nafasi ya kuweza kurudi E, katika ligi kuu Tanzania bara katika msimu unaokuja, lakini pia ukiangazia kikosi hiki e, cha Simba wao wana utafuta ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara e, wakiwa wamepishana alama moja na kikosi cha Dar es Salaam Yanga Afrika. E, hii ni kumaanisha kwamba e, ubingwa wa msimu huu umekuwa mgumu. Mchezo wa mwisho ambao utachezwa pale katika dimba la Benjamin William Kapa ndio ambao pengine utaenda kuamua nani atakuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara katika msimu wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano, lakini pia tuangazie takwimu za head to head pindi ambavyo hizi timu mbili zimekutana. Mchezo wa mwisho ulichezeka Desemba 21, 2024 ambako kikosi cha Simba kilipata ushindi wa goli tano kwa mbili e, goli la kwanza la wekundu wa Msimbazi Simba likifungwa na Shomari Kapomba akipokea pasi safi kutoka kwa Mohamed Hussein, ilikuwa dakika kumi na tatu. Lakini pia e, dakika arobaini na tano Jean Charles Yao akafunga goli la pili. E, dakika hamsini na nne Fabrice Luamba Ngoma akipokea pasi safi kutoka kwa Lada Kichasambi e, akaifungia Simba goli la tatu mpaka e, dakika sitini na saba Steve Dedense ee, Mkwala akipokea tena pasi safi kutoka kwa Lada Kichasami ee, goli la tatu, dakika sitini na saba. Lakini pia uh, goli la nne ni kutoka kwa Lada Kichasami tena ambako alitoa asisti na Steven Mkwala kufunga goli ee, la tano kwa upande wa kunda Msimbazi Simba. Lakini pia upande wa Kagera Sugar ee, dakika ya themanini E, Datius Sipita akipokea pasi safi kutoka kwa Tariki Kiakara akafunga goli la kwanza na goli la pili katika dakika tisini za nyongeza ambako e, Cleo Franks Mkandala alifungia Kagera Sugar goli la pili, na akipokea pasi kutoka kwa Kasim, e, kwa Kasim Feka na mpaka dakika tisini zinamalizika, kikosi cha Kagera Sugar mbili Simba Sport Club walikuwa wameongozwa kwa goli tano kwa sifuri lakini pia ukiangazia mchezo mwingine ulikuwa ni mchezo wa eh, Mei 12 mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambako walitoa sare goli moja kwa moja, na katika michezo eh, tisa ambayo wamekutana, eh, Simba ameshinda michezo sita, wametoa sare mbili, lakini pia eh, Kagera Sugar ameshinda katika mchezo mmoja ambao wamekutana, lakini pia ulikuwa ni mchezo wa Disemba 15 2023, kikosi cha Simba kilishinda goli tatu kwa sifuri, ambako Disemba 21 2022, e, Simba walilazimishwa sare ya goli moja kwa moja dhidi ya kikosi cha Kagera Shuga Kagera akiwa nyumbani. Lakini pia Agosti 20 2022, Simba dhidi ya Kagera Shuga Simba ilishinda goli mbili kwa sifuri. Na Kagera Shuga dhidi ya Simba ilikuwa e, ni Mei E, kumi na moja elfu mbili na ishirini na mbili Simba alipata ushindi wa goli mbili kwa sifuri. E, kabla ya hapo e, Simba ameweza kushinda mechi zote e, kwa wastani wa goli mbili kwenda juu. Hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo e, Simba anaonekana kuwa mbabe katika kikosi hiki e, cha Kagera Sugar. Je, lew ataendeleza huo baba lakini pia je, Kagera Sugar ataenda kumtibilia mm -hmm. E, Simba katika zile mbio e, za ubingwa ambazo anazitafuta katika msimu huu wa mwaka 2024 ishirini na tano e, tuweze kutazama lakini pia tuweze kusubiri ni namna gani ambavyo mchezo huu utamalizika hapa katika dakika tisini cha kufanya hakikisha kwamba umesubscribe lakini pia umebonyeza hiyo alama kengele ili kuweza kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa na update zote kutokea hapa katika dimba la KMC. Tupata matangazo tukirejea, basi moja kwa moja tutakuja hapa kuweza kunguruma katika dakika tisini za mtanange huu, ni kunda wa Msimbazi, Simba lakini pia ni Kagera Sugar, ya mchezo wao wa mwisho wa katika ligi kuu Tanzania bara msimu wa elfu mbili na ishirini na nne.